Niwaombe mwendelee kufanya shughuli zenu kama kawaida. Serikali zote mbili zinatambua shughuli zenu mnazozifanya katika mpaka huu na zinazingatia usalama wenu nyinyi, wananchi wa pande zote mbili, endeleeni kufanya biashara kama kawaida. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunadumisha uhusiano lakini na jukumu la kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo wenzetu hawa tunashirikiana nao vizuri, na hata zile vurugu za tarehe ishirini na tisa walitupa ushirikiano wa kutosha na wametuahidi kuendelea kutupa ushirikiano wa kutosha. Na nyiye Watanzania, niko hapa kuwahakikishia serikali na vyombo vyote vya ulinzi na usalama viko tayari kuwalinda Watanzania na mali zao zote na kwa maana hiyo kesho endeleeni na kazi zenu. <klos> Wanaarusha wote tuendelee na kazi kama kawaida. Ni mapumziko, lakini kazi za kutupatia kipato, kazi za kijamii na kiuchumi ziendelee kama kawaida. Sisi serikali tumejipanga kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na mnavyoona vyombo au vikundi vya ulinzi vyombo vya ulinzi viko katika maeneo yenu, nyie endeleeni na kazi zenu, wako kwa ajili yenu. Ila mhalifu atauliza, mbona mko hapa? Wewe kinakusumbua nini? Nyie endeleeni na kazi chapeni, chapeni kazi. Na kesho ni mapumziko, lakini endeleeni na shughuli zenu za kuwaingizia kipato, tulichokikataza marufuku iliyopigwa ni ya maandamano, lakini kama hapa mpo ni kikundi, mnaendelea kukusanyana na kuwaimbia watalii wanavyoingia ni halali. Tulichokataza ni maandamano. Tumeelewana? Kwa hiyo tuendelee na shughuli zetu. Mpaka huu ni muhimu sana, sio muhimu kwa majengo. Nyiye mlioko hapa mnawezesha shughuli hizi kufanyika vizuri. Uongo kweli? Kweli nyiye hapa mliopo hapa mmebobea kwenye ubadilishaji wa hela. Uongo kweli? Kwa hiyo nyie wote ni sehemu ya kituo hiki. Hakikisheni nyinyi wenyewe mnakuwa mabalozi namba moja wa kuhakikisha pana amani na utulivu katika mpaka huu. Mtu msiyemjua na mnayemwona ni mchochezi, toeni taarifa katika vyombo vya dola vilivyoko hapa.